Ilo! Aro. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Aro. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Aro, aro. Baba umejawa na rema nane matere. Aro, unanisikia? Rabo saka pole, nilikuwa rohoni. Ni nani e, mchungaji? Bwana Yesu asifiwe, mchungaji. Amina, amina. Leo re, unaona, unaimba nyimbo za kuabudu. si si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yake yatimie. E, safi, safi, safi sana sana mchungaji, mimi niko studio muda huu e. Wow, wewe umeamua kurekodi kabisa nyimbo za kuabudu kama apendavyo Roho wa Bwana. Ungira sana sana ila, nimepungukiwa hela kidogo, naomba unisaidie. Una uhakika kweli unataka kurekodi au au jambo ya Mungu mchungaji? Ni nimpe producer uongee naye? Apana, nakuamini nakuamini. Kwani wanadai shilingi ngapi ya kurekodi? Kwa kreti moja ni elfu thelathini na sita.